Wa ana ara kathiran min alshabab, na mimi naona wengi katika vijana almutaalimin almutaalimin, wale ambao wamejiweka katika levu ya elimu, wanajifundisha wenyewe na wanajitia wenyewe katika uelewa, anawaona tajarrau ala masail alaqida, wanaingia au wanafanya ujasiri katika masala ya aqida. Wasaru yatajarra'una minha ashiya'a, na wanakuwa wanaingia mambo kwa ujasiri. Wayatakallamuna fiha, na wanazungumza katika mambo hayo bila woga wayataadauna fi ma bainahum, na wanajengea wadui baina yao kwa sababu ya yale masala, yani mtu hajaelewa vizuri, wanafanyiana wadui katika yale masala ya aqida. Wa yataqatauna fi ma bainahum idha ikhtalafu na wanakatana, wanafanyiana mukataa baina yao, wakitofautiana katika masala, kwamba huyo anaamini kwamba hivi na hivi, kwa njia leo simsalimi, na wala tusimjue, wala kadha wala kadha. Wadhihi ya ikhwani.

Vitabu vya aqida vimehaririwa, vipo, walilahi alhamdu. Wa matbu'atun wa musahhahatun, na vimechapishwa na kusahihishwa. Wa madurusatun, na vyenye kufundishwa. Wa mundhabitatun, na vyenye kudhibitiwa. Fala tuhdithuu ashiya'a min indikum Msizushe vitu kutoka kwenu. Wa afhama min indikum, na ufahamu kutoka kwenu. Kufitum hadha al-amr, mmeshatosheleza nini jambo hili, wala hamna haja ya kuhangaika. Salafu saleh umemaliza kila kitu. Wewe kazi yako kuchota, tunakutumia. Una haja ya kuingiza akili yako katika masala ambayo tayari Allah jalla wa ala amwajalia waja wake kuyafafanua vizuri na kuyaeleza vizuri. Kazi yako ni kuyasoma kutoka kwa watu wanaohusika na kisha ukayazingatia, ukayaitakidi, ukaishi nayo mpaka ukafa nayo. waanta tamutu ala khair, utakufa katika kheri. Wazi, narudia tena

Nimuona Mola wangu katika sura nzuri. Hadha fi dunya ruya manam, hii katika dunia kuona usingizini. Fi ahsani sura, katika kauli yake fi ahsani sura, yaani katika uzuri wa sura. Fihi ithbatu surati lillahi jalla wa ala, ndani yake kuna kudhibiti sura kwa Allah azza wa jalla

na wala hatuingilii au nushakiku au nushakiku fiha au tutiie shaka mambo haya. Nushakiku fia, kwa maana ya kuwatia watu shaka, hatuwatii shaka watu katika masala haya wazi au nakhudhu fiha au kuingia haya mambo kuyazungu kwa kuyazungumza kwa porojo, kwa urefu, kwa upana, vitu ambavyo

ili wabainishe watu kile kilichoteremshwa kwao. Hasa anatubainishia nini? Maana sio kaifia. Ikiwa tunasema hatutaki kujua maana, basi lieshi lieshi hadha tabiini rasul alayhi salatu wassalam. Kuna nini sasa katika kubainisha huku mtume alayhi salatu wassalam kwa kile tuoteremshiwa sisi? Allah jalla waala ametuteremshia

bal tufassaru wayubayanu ma'naha, bali zinafasiriwa na zinabainishwa maana yake. Wa innama ltafwidhu lilkaifiyatin faqat, kufanya tafwidhi ni katika kaifia tu basi, kaifia peke yake. Ama katika maana la nufawidhu maana alayati, ikiwa tutasema maana yake hatutaki kujua, basi Qur'ani nzima itakuwa hatutakiwi kujua maana. Sasa kuna haja gani ya kitu, hujui maana yake, alafu umeletewa wewe, alafu unatakiwa ufanyie kazi, utafanyaje kazi? nuthbitu nnuzula wanumfi lkaifiyat, tunathibitisha kuteremka kwa Allah na tunapinga kaifiya. Allahu jalla waala yati yauma alqiyamati lifasli lqada Allah jalla wa ala atakuja siku ya Kiyama kutoa hukumu, kama qala taala, kama alivyosema Allah taala, wajaa rabbuk hadhi na, atakuja mola wako. Hal yandhuruna illa an yaatiyahum Allah. Mtu mwingine anakuambia e, nyinyi, mnajifanya hamtaki kubadilisha maana sawa. Mbona hapa imekuja wajaa? Na wajaa fi'lu jaa madh, jaa ni kitendo kilichopita. Samjibuni, sema eh, nyinyi Ahlusunna mnasema hamtaki kubadilisha maana, mnachukua dhahiru lafdh, wazi watamko wajaa rabbuk, mnasema atakuja. Kwa nini mseme amekuja? Kwa sababu maana ya jaa alikuja au amekuja, fiilun madhi, kitendo kimepita. Sawa sawa sawa, tayib. Ma huwa aljawabu? Jawabuni, tayib Tayib, dalili ni kwamba qiyamatu min umuri almustaqbal, qiyama ni mambo yanayokuja wazi. Kwa kuwa ni mambo yanayokuja, haiwezi kufasiriwa katika madhi abadan. Kan dalili tayari, kama ilivyokuwa dalili. Allah jala wa ala nasema, anasema fa idha

Mtume wasalam alikuwa anafanyaje? Hakuielewa hii aya, ukaielewa? Alikuwa anaanza kutawadha kwanza, au alikuwa anaingia kwenye swala hapo anatawadha? Huwa dalili. Kwa hiyo asikwambie mtu kwamba nyinyi mbona mnajifanya. Matamshi yote lazima atafsiri vile vile kwa dalili, naam. Bila dalili, tunabakia kwenye wahiri lafu wazi watamko

anapokuwa ameingia chooni kwa lafdhu, kwa kwa dhahiri lafdh, anapokuwa ameingia wapi? Chooni. Alafu anasema allahumma inni audhu bika min alkhubuth wal khawaif, au kabla hajaingia. Ma huwa dalil filu rasul alehi salam, ko jambo limekwisha, yani hakuna mahali ambako utamkamata mtu wa sunna kama amejikaa kitako amesoma

Ikija katika sighatu anafyi muundo wa kupinga, inakuwa ni nafyu inapinga. Hapa Allah jalla waala haulizi hapa, anapinga asema, hakuna wanachosubiri maanake, kila wakiambiwa hawaamini, kila kiambiwa hawatii yakini, kila kiambiwa walifanya wajui. Hakuna wanachosubiri isipokuwa kuajia Mola wao awajie Allah jalla waala <coughs> wadi fi <fee> dhulalin min alghamami. Shekh Utheimini rahimah llahu taala anasema fi ghamami albaida, katika mawingu meupe. Sio atakuja amekaa kwenye mawingu la, bali mawingu yataambatana na yeye katika kuja, lakini yeye hatokuja kama atakuja mawingu

Yaati wayaji ina maana moja, kama wanavyosema alul ilm sifatu almaji wal itiyan al itiyan wal maji kitu kimoja, sifa ya kuja kwa ajili ya kutoa hukumu baina ya waja wake. Walakinahu laisa kamajii lmakhluqi, lakini kuja kwake sio kama wanavyokuja viumbe. Hata viumbe pia kuja kwao kuna tofauti na tofautiana unguweli Hivi ha? Tukisema hapa msikitini leo, walillahi lmathalul a'la, hapa msikitini leo atakuja <coughs> mwenyekiti ya serikali ya mitaa ya maeneo hayo, anaita kwa madenga malapa, atakuja msikitini hapa sawa, so? Baadaye zikaja taarifa zingine na Mheshimiwa Samia, rais wa Tanzania, pia atakuja msikitini hivi. Kwenye akili yako panapita nini? anapokuja mwenyekiti wa serikali ya Samia mitaa na anavyokuja <tipi> Samia, wote wanakuja <sasa. Ha? tipi> na sawasawa, namna ya kuja ni tofauti. maeneo yote atakuwa akatishi mtu wala gari haiendeshiki, maeneo yote kuanzia chama mpaka boma kule, hakuna gari za kuruhusiwa kukatisha hapa wala bodaboda wala baskeli, maeneo yote na utaona watu wamekasirika bila kukasirishwa, wamesimama njani, wamekasirika hey, waliovaa nguo rasmi na wasiovaa nguo rasmi, watu wamekasirika, hataki mchezo <coughs> <coughs> una msikiti utazungukwa, una watu usiowajua. Utafikia hatua ntakuja kuswali hapa, utatizamwa vizuri sana, unaangaliwa chini mpaka juu. Unakuja kuswali hapa <coughs> hey? hapa unaswali we? Ah, <coughs> we bwana, mimi siwahi kuulizwa hey, hapa msikitini. Kwa nini anakuja mtu tofauti lakini akija mwenyekiti wetu wa serikali ya mitaa, kuna makuu ye hata kama panagunia hapo anafunua, anaingia kimya kimya, wala sijui kabisa kama kaja, mpaka tuambie, jamani kuna mheshimiwa hapa mwenyekiti, si ndio hivyo, e? Kwa hiyo binadamu wenyewe ma, kuja kwao kuna tofautiana viumbe kwa viumbe, kaifa billahi jala jalalu, vipi kwa Allah tabaraka wataala? Kwa hiyo kuja kwake ni tofauti kabisa Anakuja kama inavyostahili na kama anavyotaka mwenyewe Allah jalla jalal ata. Alipoulizwa Imamu Shafii, kaifa yanzilu rabbuna, akasema yanzilu kama shaa wa kaifa shaa wa kama yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, anateremka namna anavyotaka na muda anaotaka na kama inavyostahili kwa utukufu wake Allah jalla jalal, wazi hili lkalam wainama huwa ityanun wa wamajiun yaliku bijalalihi na hakika si vinginevyo, ujaji wake anakuja kama unavostahiki kwa utukufu wake. kaifa yashau subhanahu wa ta'ala, namna anavyotaka yeye. bihawaka ai la tufasiruha biduni ilmin, usifasiri kitu bila ilmu ni makosa. Amma annaka tufassiruha bimujibil adilla, ama wewe una tafsiri kwa mujibu wa dalili waradda